Wananita Habiba Cholagi aka Malkia Mweusi, mwanamke mzuri dunia nzima, ni mmoja tu wewe. Uogope, nimemshinda mpaka mama yako mzazi. Jamani, leo tupo kwa Abdul Usanga, producer machachari, producer anaumiza vichwa wa watu, producer mwenye nyota yake, ni mmoja tu. Jamani, leo tutahoji baadhi ya washiriki wapya, tuna jambo letu. Kombolela inarudi jamani olailifanya vizuri sana, ukiona kazi inarudi ujue imefanya vizuri. Tutakuwa na washiriki wapya, ni kina nani? Nataka kuwajua. Hey, kwa sababu na mimi mwanamke mzuri oh. kuna mzee mmoja hivi ana mamvi fulani sisi tunaelewana mzee wangu. wa alaykum salaam Unaongea kwa unyonge jamani, uko kwa producer mkubwa, kampuni kubwa, producer anafanya vizuri, usiongee kinyonge au umelazimishwa? Haya mzee wangu, tutakuuliza maswali maali matatu. Utajitambulisha ni nani, na utuambie umejisikiaje kuitwa hapa na umejiandaaje na hii kazi mpya. Mm. Na, najisikia raha. Unajua mahala mahala, ah, yeah, raha. Na mara nyingi mtu eh, unajiona nyege ni kunyegezana sasa. Kinyegezo na nyegeka. Raha na... <laughs> nyege ni kunyegezana, si tunaelewana? Watu wazima wenzangu <laughs> E, so najitia unanyege alafu, umekunja sura inahusu <laughs> Kwa hiyo nashukuru, inshallah tutakuwa pamoja na tutakwenda vizuri inshallah. kwa uwezo wangu <laughs> mze wangu mzee wangu, humu kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kikala. mm. Fundi kabisa mzee, aliyofanya vizuri kwenye <mukla> game hili. Kwa hiyo wewe, tunaenda kuona mzee mwingine, umejipangaje? maana yule mzee anaigizalhaa <mukla> nyota <mukla> yake imekaa vizuri Mwana, sisi nataka tusafiri humo, maana yake mm. s nyota yako mwenyewe wewe, safiri katika anga za wenzako na wewe utafanikiwa. Jamani, hizo ndo cast mpya za Abdul Usanga producer, siokuwa na mbambamba. Nikisema hana mbambamba, mtakuwa mnielewa. Ukipita kwa Abdul Usanga, lazima uende mjini, si tunaelewana? Leo wapo wengi sana leo ah tunamwona Mwamba Mwamba fundi kabisa wa kuigiza. Kwa wale watu ambao mlikuwa mnafatilia tamthilia, huyu Mwamba mnamjua vizuri, anaenda kuingia kwenye hii familia ya Komolela. Nini kitatokea? Kijana, habari, uko poa Wambia watazamaji, unaitwa nani, na kwenye mchezo huu unacheza kama nani, na umejipangaje? Maana kuna vyuma, kuna mtu anaitwa Cholo Kobisi, si inakuwajaikam? yeah. yeah. umeza kunaitatauwapa isa Talent, wow. uh, talent, na nimejoin katika familia ya Kombolela ambayo nitatembea kama lakini, this time nafikiri kuna kitu kipya ambacho kinakuja, tofauti na matalenti yule ambaye umemzoea wewe. Nafikiri hu mwandishi ameamua kumchora kwa tofauti kidogo, kwa hiyo kila kitu nafikiri kitakuwa muda ukifika sasa hivi sababu. So, yes, uh, hizi ni kazi nikumwomba Mungu na mniombee. Tumefanya vizuri, I promise you kwamba something new is coming, so be okay. Ameongea Kiingereza da, angenilipia da shule huyu ningemshukuru. Anasema tumuombe Mungu jamani, tumuombe Mungu maana mambo ni mengi mengio Nimezoea kukuta Robi. Hem, tuambie siku bosi Abduli anakupigia simu ulikuwa wapi na ulijisikiaje? Waambie tu watazamaji kwa sababu watu wengi sana wanatamani kupigiwa simu na Abduli Sanga. Hem, niambie hiyo siku ulikuwa wapi na ulijisikiaje? Uh, for the first time ulijiskiajei? Abduli alanicheki. Nafikiri namba yangu mwenyewe, kwa hiyo mwenyewe akaona, kwa hiyo by that time nilikuwa nikoombea kwenye miradi yangu. Kwa hiyo Instagram na DM ya kuchekianakutaya kasema wa wow, tumbigi kama huy akicheki ujuu kuna kitu na kweli. Basi tuka make conversation pale something happen eh, tukakubaliana. Kwa hiyo nikakwea nikadondoka na mambo mengine. Team yakaendelea, niko hapa na tunatarajia kufanya kitu fulani. Jamani tunatarajia kufanya kitu fulani. Ni kikubwa sana. Hatujai kufelisha, mambo ni mengi, wageni ni wengi Leo ni siku ya kikao jamani, produsa Abdul Usanga na utaratibu wake wa tofauti sana, anakukasti na akimaliza ukukasti lazima afanye kikao na wewe, mzungumze, ahakikishe hata kama una madeni eh, kodi za nyumba zinakusumbua, basi anamalizana na wewe ili uigize ukiwa na hisia nzuri. Sisi tunaelewana, so anaenda kushuti jamani, una madeni na uso. Hapa naona kuna karakta mpya ina mvuto. Sambamba. Kaka, mambo. Mm -hmm. Safi. Mm -hmm. Unaitwa nani? Sukai. <coughs> <coughs> Hey, skali alembo <laughs> kone tamthilia hii unacheza kama nani? Waendo mzenani pile. Ha! Jamani, mambo ni moto, mambo ni mazuri. Huko kuna mambo ya bendi, kwa hiyo kazi yetu ni nzuri, mwezambamba na sisi watu ni wengi, ni wengi, ni wengi. Pembeni kuna mme wangu, jamani, anaitwa Degwa <laughs> Ah, mume wa Malkia Mweusi amerudi tena kwenye Kombolela.

Anasema alipokwenda Malkia walikiawuusi ataipata. Jamani, huko kuna bendi mbili. Nani ni nani, nani ni mshindi? Tutajua kama mnakumbuka, mara ya mwisho tulimuona amemwacha mke wake. Sasa je, kamwacha kweli au kamfanyaje? Tutaenda kujua, endelea kuwa sambamba na mimi. Jamani, sauti yangu kama inakuboa, unisamee. Mimi miongoni mwa wale watoto ambao wa tulilisi sauti za baba zetu. Jamani, naona kuna pambe watu, watu wa nguvu. Tunaona sura mpya i Unaitwa nani? Watazamaji jamani, mnamkumbuka wifu yangu? Eh, nimemuuliza kusudi nikajua atanitandika ngumi, maana mara mwisho tulihatana vibaya. Wifu yangu, ndugu wangu, tumerudi kwenye Kombolela. Kama unavyokumbuka mara mwisho kaka yako aliniacha sasa Hmm. Kazi unayo wewe, waambie watazamaji wajipangani, hmm. Umejipanga vizuri ataamajia oaz a Haya, jamani, endelea kuwa sambamba na mimi, watu ni wengi, kuna ndugu wangu, kuna mwanamke anayemiliki nyama zake pale ana kilo mia juu, alafu katikati ana kilo kama hamsini Sasa chini si ana kilo ngapi? Mi sijui, utaenda kumwona kwenye tamthilia ya Kombolela. Huku kuna vifaa vingi. Udugu wangu, waambia watazamaji, unaitwa nani? Anifotoa sauti, ujue kuna watu wana matatizo ya masikio eh. Eh, upo kwenye timu Kombolela, anatakiwa changamke. Naitwa Hanifu la Juma. Hanifa tuambie ulijisikiaje siku bosi Abdulla anakupigia simu ulikuwa wapi na unawaahidi nini wa Tanzania? Nilisikia furaha. Anaahidi vitu vizuri Tanzania. Vizu mm, mbona pambe, jamani. <laughs> Endelea kuwa sambamba na mimi. Watu bado wako njiani wanakuja Tim ni kubwa, nimewambia kabla ya vijashutu, tunakuwaga na vikao vya kupunguza madeni. Sisi tunaelewana. Kuna mrembo mmoja namuona hapa na rangi kama yangu. Ukiona mwanamke anatunza rangi yake mwogope, unajua anajiamini. Jamini mpaka anavurugwa <laughs> atani <laughs> kipenzi <laughs> watu wanataka kujua majina yako na utuambie, kwenye kombolela unacheza kama nani? Manake ni kasti mpya tunaiona jamani, unacheza kama nani na umejipangaje kwenye gurudumu hili? <coughs>

Anaitwa Tabu mtoto wa mzee Kikala, wa kufikia jamani, ile nyumba tunaijua kama ilivyo anasema amejipanga nini, kinaenda kutokea jamani, kuwa sambamba na hii kazi. Hatujawai kukua, Abdul Usanga hajawai kuchaguaga vitu vya ajabu ajabu, si tunaelewana eh? Chaeni njia jamani, wee kukaa kwa Abdul Usanga mchezo mpaka vitu nipite, namwona kwa mbali, nitakufuata huko

<coughs> kwenye Kombolela shemeji, jamani, kwenye Kombolela anacheza shemeji wa comedy. Mambo ni mazuri, ni mwambia Abdu ajawai kufanya mambo ya ajabu ajabu. Unaitwa nani kipenzi? Dam China, kwa nani? Dam China Zingatia neno damchina, zingatia neno damchina. Yani huyu ni mchina ambaye hajawahi kupanda ndege, si tunaelewana? Mmezowea wa china wana mapoa yao fulani, wana vimacho fulani, lakini huyu ni mchina alomtengeneza Abdul Usanga, si tunaelewana? Ile nyumba itaenda kuwa ni ya moto, kuwa sambamba na sisi. Unawaahidi nini watazamaji? Maana mle kuna vifaa. Nawaahidi mashabiki wa Kombolela <laughs>

Hatari! Jamani, jamani jamani, jamani, jamani, jamani. Producer, Abdul Sanga producer machachari kijana fulani hivi hana baya, mwenye nyota yake. Na ukifanya kazi zako, usipoenda mjini na matatizo yako binafsi, kama kamtafute bibi yako muulize. Jamani, tuna karakta mpya, karakta inayotikisa mitandao jamani, jamani jamani, jamani, huyu dada anatikisa jiji asikam Tuambie, <tune> -tua wakati Abdulla kupigia simu ulikuwa wapi na umejiandaa vipi kuingia kwenye hii kazi? Maana kichwa chako nakijua mwenyewe Kwambia watazamaji unaitwa nani, umetokea wapi, kwenye game upo wapi na wapi na mpaka hapo ulipofikia unawaahidi nini mashabiki? maana tumejina. Hmm. Anaitwa Zaudia Shabani, ana maarufu kama Chami Chakali, ni mkazi wa Goba. Nipo kwenye kazi mbalimbali, siwezi kutaja moja moja. Kuna Kombolela, kunakombolela nimeingia msimu wa pili aka kama mwamini kufika wa Mzee Kikala jamani! <laughs> mtoto akufikia kufikia wa Mzee Kikala, mziki wa Siwa tunaujua. Watu mnaofuatilia mitandao, huyu Chanuo Nchakali mnamjua vizuri, yani Nchakali ni Nchakali kweli. Sasa em, chukulia tu hapa, kuna Siwa Kikala, hapa kuna Chanuo Nchakali, nini kinaenda kutokea? Chanuo, umejipangaje ukutana na Siwa? mejipanga vizuri, wote ni wasanii wazuri naamini, na hii na kazi ni kubwa, nikuwa naiheshimu sana naipenda sana kwao, kuingia kunao msimu, kukutana nao, watu wote ni watu ambao habi, na abishetu wanachokena kwayo, niko happy na nimejipanga kwa kazi ktu, naambia tu mashabiki wategemee kitu kizuri na kikubwa sana kwa ili naloenda kutokea kwenye kumboraa msimu Mashabiki mtegemee kitu kikubwa na kizuri kwenye huu msimu wa pili. Watu ni wengi jamani, jamani, endeleni kuwa sambamba na mimi. Rangi yangu najua inawaboa, vumilieni kwa sababu ndivyo nilivyoumbwa na Mungu, lakini Mwenyezi Mungu kanijalia na sauti nzuri.